Serikali imesema zaidi ya vitambulisho vya kitaifa laki nne havijachukuliwa katika afisi husika nchini. Katibu katika idara ya uhamiaji Bele Kipsang anaashauriwa Kenya ambao walikuwa wametuma maombi ya vitambulisho vipya kuenda kuvichukua pamoja na kujisajili kuwa wapiga kura kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 227. Kipsang alizungumza wakati wa shughuli ya upanzi wa miche kuadhimisha siku ya mazingira huko Kapseret count wasingis Katibu katika idara ya uhamiaji Belio Kipsang alitumia fursa ya siku ya kitaifa ya mazingira kutoa wito kwa Wakenya waliokuwa wametuma maombi ya vitambulisho vya kitaifa kuvichukua. Belio alitangaza mipango ya kuwahusisha machifu ili kurahisisha upatikanaji wa hati hizo kwa wenyewe. Kipsang alilalamikia idadi ndogo ya usajili wa maombi ya vitambulisho vya kitaifa hasa maeneo yasiyopokea mvua kwa wingi.

Wakati huo huo, katibu katika idara ya magereza Salome Biako ameelezea haja ya dharura ya uhifadhi na ulinzi wa kila mara wa miche iliyopandwa nchini. Akizungumza katika kaunti ya Kiambu wakati wa shughuli ya upanzi wa miche katika shule ya msingi ya Gatitu iliyoko Gatundu Kusini, Biako alionya kwamba kupuuza uhifadhi wa mazingira kunaweza kuzidisha changamoto kama vile upungufu wa chakula nchini, mafuriko na majanga mengine yanayohusiana na hali ya hewa. Kila Friday, first Friday of the month, Wame grow trees na wameplant more trees. Wameniahidi kuwa watakuwa wakizunguka na kumake sure hii miti ambayo tumepanda leo, not even one will dry up. upkuingeneko Katibu katika idara ya mafunzo ya kiufundi TVET Dr Esther Moria aliongoza shughuli ya upanzi wa zaidi ya miche ya matunda elfu mbili katika shule ya msingi ya ACK Siamanda iliyoko eneo bunge la Runyenjes. Moria alitoa wito kwa wazazi kusisitiza umuhimu wa upanzi wa miche pamoja na kuitunza miongoni mwa vijana ili kuwafikia lengo la kitaifa la upanzi wa miche bilioni 15 kufikia mwaka wa Today is just a beginning, is a national day, but I want to plead with you, my, uh, my, my people, that as much as possible, we plant very many more in different areas. Katika kaunti ya Mombasa, katibu katika idara ya uchukuzi Mohamed Dagar ameahidi kuongeza juhudi za kurejesha umaridadi wa mazingira katika kaunti hiyo kwa kuanzisha upanzi wa mitunda ambayo kitambo ilikuwa kwenye barabara za jiji pamoja na vichochoro ambayo kutokana na ujenzi wa majumba jijini humo imeshapotea but we we must make sure that we restore the glory of all types of trees. Na katibu wa baraza la mawaziri Masi Wanjau aliongoza shughuli ya upanzi wa miche katika shule ya msingi ya Kianwe iliyoko kaunti ya Kirinyaga ambapo alikariri umuhimu wa kuhifadhi mazingira pamoja na kuwahamasisha wananchi kote nchini, ili iwe dhihirisho kuwa uongozi ni matendo. Tumesema turudi primo, to donate miti ya matunda na ndiyo sababu tumekuja hapa. Na kwa sasa tunapoongea miti bilioni moja na kidogo juu imeshapandwa tayari, na pia tunajua sio kupanda mti, ni kutunza huo mti ili huo mti ukue. Kama ni mti wa matunda, tutaweza kuvuna matunda kama ni wa mbao, wakati ikifika, tutaweza kukata tupate mbao, lakini unapokata mti ambao umekomaa, unapanda miti miwili ama zaidi. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.